linaandika mapigano ya ua watano Tunduru. Lakini kuna habari bado inayosema sura mbili ndoa za weza kuishi mbalimbali. E, sura mbili ndoa za weza kuishi mbalimbali. Lakini mahakama ya ombwa Heche Mnyika waswekwe ndani. E, mahakama ya ombwa Heche Mnyika waswekwe ndani. Lakini Samia ahitimisha kaskazini, akisisitiza kilimo ufugaji. Samia ahitimisha kaskazini asisitiza kilimo ufugaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa ni mapigano ya uwa watano Tunduru. E, hayo ni mapigano ya wakulima na wafugaji Tunduru ya uwa watano. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, tuangazie e, gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo. Gazeti la Nipashe lenyewe linaandika Samia akosho na Arusha ya kijani. Hilo ni gazeti la Nipashe naandika Samia Akoshwa Arusha eh, ya kijani. Lakini siku ya walimu, Majaliwa asema walimu ni agizo, eh, ni ingizo maendeleo ya taifa. Eh, ni siku ya walimu, huyo ni Kasim Majaliwa asema eh, walimu ni ingizo eh, maendeleo taifa. Lakini pingamizi dhidi ya Chadema la gonga mwamba Mahakama Kuu. Eh, pingamizi dhidi ya Chadema ya gonga mwamba Mahakama Kuu. Lakini habari kubwa ni Samia akoshwa na Arusha ya kijani. Lakini Uthmani asisitiza mabadiliko uongozi Zanzibar, e, Uthmani asisitiza mabadiliko uongozi Zanzibar. Lakini mapato ZRA e, yapa asilimia 36.5 robo ya kwanza ya mwaka 2025 2026, Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako e, gazeti lako la e, taifa leo lenye linaandika kwenye habari inaosema e, matiangi a, gachagua wa kwa ruzana huyu ni matiangi na gachagua wa kwa ruzana lakini hali e, in e, bado si shwari kwa dig eliud legati hali si shwari kwa e, dig eliud legati lakini visa vipya vya mpox mombasa e, habari bado kuna habari inaosema historia ya wanafunzi E, milioni 3.4 wakijiandaa kwa mitihani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo eh, kwenye ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo lina habari inasema uchaguzi wa gombea waliofariki dunia kufanyika Desemba. E, uchaguzi wa gombea waliofariki dunia kufanyika Desemba, lakini kilimo cha ngano kupaishwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Habari kubwa kwenye gazeti la habari leo wa e, ni la sawpili, e, la wachimbaji wadogo kula. Hilo ni gazeti la habari leo ukurasa wa pili, linaendelea na habari inasema wachimbaji wadogo kula CCM ya ahidi kuwapa vipaumbele maeneo ya madini, lakini lengo ni kuongeza ajira kwa vijana. Na Sendeka aonya chuki za waliokosa uteuzi. Huyo ni Sendeka aonya chuki za waliokosa uteuzi, lakini ACT Wazalendo ya ahidi maendeleo Tanga kupitia bomba la mafuta. ACT e, Wazalendo yaahidi maendeleo Tanga kupitia bomba la mafuta, lakini Nchimbi ataja vipaumbele kumi kanda ya kusini e, Nchimbi ataja vipaumbele kumi kanda ya kusini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, lakini bado kuna habari inaosema Mwinyi kuinua kisiwa cha Tumbatu aahidi kufanya wilaya kujenga barabara za zege, boti za uvuvi Uh, ya habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo guji la habari asubuhi ya leo. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la habari leo ni wachimbaji wadogo wadogo kula eh, uh, yani sisi tumeahidi kuwapa kipaumbele maeneo ya madini. Hilo ni gazeti lako la habari leo, lakini gazeti lako la mwanahabari gazeti bora lenye linaandika uh, DCE yateketeza kilo uh, zaidi ya elfu nne mia nne na mbili uh, ya dawa za kulevya. Au ni DCE E, wateketeza kilo zaidi ya 1442 ya dawa za kulevya, lakini bado JWTZ inatoa kalipio, e, wali ohi, wali ohusisha na maswala ya kisiasa. Hilo ni jeshi lakul, la wananchi Tanzania latoa kalipio zito kwa waliohusisha jeshi hilo na maswala ya kisiasa. Lakini waziri mkuu amwakilisha Rais Samia uapishwa rais wa Malawi. E, huyu ni waziri mkuu Kassim Majaliwa e, aelekea Malawi kumwakilisha rais Samia kwenye uapisho wa uraisi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwanahabari gazeti bora linaandika Dr. Samia uh, tukapige kura kwa heshima ya nchi yetu. Huyo ni Dr. Samia asema uh, tukapige kura kwa heshima ya nchi yetu. Lakini Uthmani Masudi wa ACT ahidi kuleta mageuzi utoaji wa huduma za kijamii visiwa vidogo Zanzibar. Hilo ni gazeti lako la, la Mwanahabari gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele lakini Mzalendo gazeti lako linaandika mgombea wa wa UDP hapa ni ya kuimarisha zao la karafuu. Lakini Mwinyi aahidi ujenzi wa gati kisiwani Tumbatu. Dr Samia naye atangaza neema kwa wavuvi, habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mzalendo, huku Nchimbi aandika mafanikio upimaji wa ardhi kisasa, bado ni habari patikana kwenye gazeti lako la Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini bado tuangazie sasa ndani ya gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika e, mpenda haki mtekelezaji na mtiifu ni DCE ateketeza dawa za kulevya kilo 1442. E, wazo lakini JWTZ laonya wanaliohusisha na, na siasa. Hilo ni jeshi la wananchi Tanzania latoa onyo kali e, kwa wanaolihusisha na siasa. Lakini Samia tukapige kura Oktoba 29. E, huo ni msisitizo kutoka kwa rais Samia ambaye ni mgombea wa chama cha mapinduzi e, kwa urais asema tukapige kura Oktoba 29. Lakini bado kuna habari inayosema mgombea urais NLD hapa kulinda rasilimali za nchi. Huyu ni mgombea urais wa NLD hapa kulinda rasilimali za nchi. Hilo ni gazeti lako la machenga sauti ya wa wanyonge. Lakini bado kuna habari e, inayosema ndani ya gazeti lako Msisitizo, pige kura. Ee, habari pia gazeti la wa Machinga, ee. Lakini sasa na magazeti e, kunufaika kunufaika mradi mkubwa e, e, asema Bukene Nzega kunufaika na miradi mikubwa. Lakini Samia tutaifungua Manyara kwa viwanda. Huyo ni Samia asema tutaifungua Manyara kwa viwanda, asema ruzuku chanjo kufungua soko la kimataifa. Hii e, habari na gazeti la kula mwelekeo huku viongozi wa Chadema na ACT wahamia CCM. Lakini Dr. Mwinyi ahidi Tumbatu kuwa wilaya kamili na gazeti la Kola Zanzibar Leo lenye ukurasa wa mbele inaandika Dr. Mwinyi kuibadilisha Tumbatu, kujenga gati ya kisasa barabara. E, lakini e, rasilimali Manyara kuwanufaisha wananchi, huyo ni Dr. Samia. Huku serikali inawaletea maendeleo makubwa wananchi, huyo ni Hebendi, asema serikali inaletea maendeleo makubwa wananchi. Lakini misri kuandaa mkutano, eh, mkutano wa makundi ya Palestina. eh, misri kuandaa mkutano wa makundi ya Palestina ina habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele, patendekele yako kwa habari kwa kinam lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti laku la Mzalendo linaandika Simba itachuana na Nsingizi Hotspas ya Eswatini, lakini patevu anza na Nsingizi Hotspas klabu ya Tanzania ni ubabe kafcl Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mzalendo. Lakini bado kimataifa, Arsenal Man United zatakata, kimataifa, Arsenal Man United zatakata lakini Mwanahabari gazeti lako unaandika, kocha Yanga ajivunia mabeki wake. Kocha Yanga ajivunia mabeki wake. Lakini mtoto wa Zidane aitwa Algeria na skauti wa Simba achia ngazi. Alonso ajipanga kuipaisha Madridi, huku KMC watafuta CEO mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari ukurasa wa mbele lakini bado kwenye gazeti lako la Wamachinga linaandika Ramoviki atajwa kurejea Yanga, huyu ni sid. Ramoviki atajwa kurejea Yanga. KMC ya saka mtendaji mkuu jemidari atajwa. KMC ya saka mtendaji mkuu jemidari atajwa, huku Simba kumenuka skauti wao ajiuzuru. Lakini tamasha almashauri mlimba la fana. Moroko stazi ya kila mchezaji. Huyo ni Moroko asema stazi ni ya kila mchezaji lakini bado kwenye gazeti lako kwenye upande la ya ya wa michezo gazeti la Uelekeo, bosi Yanga naye apigwa nyundo na TFF, uh, TFF. Lakini Didi ahukumiwa miaka minne jela. Ilo ni gazeti lako la Uelekeo. Huku gazeti la Zanzibar Leo linaandika Simba kuingia kambini kuiwinda Nsingizi Hotspurs lakini JKT Queens ya anza maandalizi ligi ya mabingwa barani Afrika na mashindano ya ngumi Afrika kufanyika Oktoba kumi na nne Nairobi. Zanzibar leo ukurasa wa mbele, lakini tukiachana gazeti la Zanzibar leo tuangazie gazeti lako eh, eh, la Mwanaspoti lenye kuna michezo. Ninaanza na habari inayosema, eh, kesho Jumatatu Patev anaanzia hapa. Ile ishu ya vigezo ipo hivi aliyejuuzuru afunguka mazito, lakini uamuzi mgumu wa Falls e, dua zetu kwa ayfiq. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Colombo spoti, lakini bado kuna abari inasema, nyuma ya pazia hukumu ya didi e, nyuma ya pazia hukumu ya didi mtu kati morim, anahesabu siku tu Man United e, ana anahesabu siku tu Man United, habari kwenye gazeti la Colombo mona sporti, kwenye kurasa wa mbele